Eh, mpoki buya kamina mwandagasia Isaya Bensoni ni mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu. Naam, mbona nasikia koloneli Nangaa amekimbilia kanisani, kuna nani tena huko? Ni taarifa ambazo zilitokea zili, zili, zili, zili, zili siku ya jumapili jumaapili, uh, kutoka huko, eh, Kongo, eh, mashariki mm. na cha ajabu ni kwamba ni kwamba yule ambaye ameasi serikali yake ndiye eh, ambaye serikali yake imemshtaki kama ni mtu ambaye ni muasi na anatakiwa kuuawa, e, wakati wowote ule uh -huh. Yule, yule ambaye pia e, serikali ya Kongo e, kupitia mahakama ya kijeshi la Kongo inamtangaza kama mtu ambaye ni muasi ambaye anatakiwa kuuawa, e, mahali popote pale anapoonekana eh lakini pia utakumbuka ya kwamba Colonel Nangaa huyu pia vile vile, wazalendo wazalendo hawa ambao wanaifanya Congo mashariki ibaki kama Congo mashariki, kwa sababu taarifa za mwanzoni kabisa kuanzia tarehe ishirini na saba mwezi wa kwanza, tulisikia taarifa za kushangaza kwamba M23 kwa kusaidiana na na na na na RPF jeshi la Rwanda wameingia Goma, na mpango uliokuwepo ni walikuwa wanataka waimege Kongo mashariki ijitegemee yenyewe, amiwe sehemu ya Rwanda mm. Kinachoponza Kongo, mwalimu wa neno la Mungu eh, ni, ni, ni ni ni utajiri wake mm -hmm. eh, ni utajiri wake, kwamba vile nasema ukiona kuku mweusi mm. Eh, kwa mganga fahamu ya kwamba huyo kuku kilichomponza ni ngozi yake, mm -hmm. au ni rangi ya manyoya yake mm -hmm. e, unapoona labda unapoona unapoona labda kuku mweupe pia kwa mganga kilichomponza ni nini? Ni ile rangi yake yeye kuwa mweupe, ndicho kilichomponza kuwa pale kwa hiyo mm -hmm. e, ukiangalia pia mm -hmm. e, serikali ya Kongo mm -hmm. kinachoiponza kdogo kwa asilimia kubwa mm -hmm. ila rasilimali zake eh. ndio maana watu wako tayari kuua E, wenzao tuna ni Mwafrika kwa wa Mwafrika, yani Mwafrika na muua Mwafrika mwenzake eh mm -hmm. E, hata huyu anayemuua mwenzake naye huenda pia yeye mwenyewe pia asinufaike na kile ambacho nakipigania pale Kongo, isipokuwa wanaonufaika nufaika wakubwa, utasikia kwamba Marekani, utasikia labda Uingereza, utasikia labda China huko, lakini nafahamu kwamba China ni taifa kubwa ambalo kwa asilimia kubwa linajitosheleza. Sasa so, huko ile Nangaa eh, tulitegemea kwamba labda angeshachukua hiyo Kongo Mashariki yote ikawa chini yake, lakini wako wanaitwa wazalendo mm, ambao ni mkusanyiko ama muunganiko wa Wakongomani, nazungumza Wabantu ambao wameamua kusimama. Hawa si wanajeshi wa Kongo sawa, sasa wa nchi ya Kongo Mpoki, na kabla hatujaenda huko, kwanza hujatuambia Colonel Nangaa ameenda kanisani kufanya nini? Aha, eh hey. Ah, kawaida uh -huh. ambao watu unajua, Colonel Nangaa ni Mkristo Mmhmehhe, unavyosikia hawa akina sultani makenga wote ni Wakristo. Unavyosikia hawa akina batrande visimwa ni Wakristo. Unavyomsikia poro kagame ni Mkristo, ehhe. Unavyoona wote viongozi wa m twenty eh, three ama ventua wote viongozi wa ni Wakristo. Sasa cha eh, chaajabu huyo nangaa yuko pale Congo kama vile ni tushazungumza, anasimama kama ni mshereshaji, mhm anasimama kama ni mwanasiasa, anasimama kama ni kama ni m c ceremoni lida lakini wale viongozi kabisa viongozi kabisa wa M23 hauwezi kuwaona kanisani mm -hmm. Hauwezi kuona msikitini, hauwezi kuwaona mtaani hauwezi kuwaona, kuwaona ovyo ovyo. Kuna ambao walionekana mara ya mwisho mwaka elfu mbili na kumi wa, wa, na nne. Kuna ambao walionekana mara ya mwisho mwaka elfu mbili na ishirini, lakini nangaa yeye ametangulia mbele eh, kama vile yeye ni mbuzi wa kafara mm. Yani ni mbuzi wa kafara ametangulia mbele kwa hiyo alionekana kanisani huko e, huko Bukavu e, huko baadhi ya maeneo alienda kusali siku ya jumapili pili mm -hmm. na aliingia pale kanisani, akuwa tu kwamba aliingia nadati peke yake hapana. Nangaa alikuwa ameongozana na walinzi wake na kundi kubwa tu la, la, la walinzi e, ambao walikuwa wameficha silaha kwa ndani mm -hmm. wakaingia mpaka kanisani kwa ajili ya kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu wake. Sasa huyu Nangaa utakumbuka mwaselembe wiki mbili zilizopita, kwa wiki moja iliyopita tulikuwa na taarifa ya kwamba Nangaa anajaribu sana e, kutubu dhambi zake mm. Na ndio maana alikuwa ameandika barua ya siri Nangaa, barua ya siri moja kwa moja kwenda kwa rais ambaye ni Felix, kwamba ndugu yangu Felix, si yote ni Wakongomani, nilipo kukosea naomba unisamee. Anatafuta namna ya kuweza kuomba msamaha kwa serikali ya Kongo, sababu ni mwasi. Anatafuta namna ili ili aonekane mwema kwa watu anatota namna ya kueza kujisafisha, lakini wanasema kwamba e, na hauwezi kusafisha oili chafu, hauwezi kuisafisha oili chafu khfuilichafu oil chafu tu siku zote. Ukishahafuk umechafuka tu siku zote, na hauwezi kujisafisha kwa kuua, yani uwe watu halafu baadaye uje mbele ya watu kwamba jamani, mimi sio mimi niliyoua watu, sasa hivi nimeokoka. Icho kitu hakipo, muuaji ni muuaji tu, na ndio maana ndio maana Julius Kambaga Nyerere aliwahi kuzungumza miaka ya nyuma ya kwamba ukishazoea kula nyama ya watu hauwezi kuacha kula nyama ya watu, utaendea tukula nyama ya watu hivyo hivyo, sababu nyama watu yule la nyama ya watu ni yule yule. Sasa kumalizia makilee, niko hapo hapo, sio na wasiwasi Namalizia pia, alizungumza siku moja eh, Patrice Otieno Lumumba, huyu PLO Mkenya, mm -hmm. ya kwamba once anigo it's always anigo, yaani mm -hmm. mwewe ni mwewe tu. Sasa ukirudi kwenye kwenye Nangaa kwenda pale kanisani mm -hmm. alikwenda kwa ajili ya kukuibada kupata ibada eh, kama alivyo, kama ilivyo kwa watu wengine wote, lakini kwa bahati mbaya sana eh, mchungaji aliyekuwa na ubiri pale ama mchungaji wa kanisa inaonekana ni mzee wa muda mrefu kidogo. Video ipo takutumia uone ni mchungaji mzoefu wa muda mrefu ambaye ni mchungaji mkubwa wa ukanda huo wa Kongo Mashariki, ambaye pia anaongea Kiswahili ambacho pia kimenyooka kwa tafasili ya kule Kongo. Sasa mm. alikuwa na, man, na maneno machache tu ya kuweza kumwambia ama kumwasa ama kumkanya e, ama kumuonya kwa sababu ndo aina ya wachungaji ambao tunawataka. Mchungaji mm -hmm. ambaye hata mfumbia mtu macho mm -hmm. mchungaji ambaye anamwambia wewe ni muwaji ni muwaji. Mchungaji ambaye hakuogopa hakuogopa usiku, sababu kumbuka Makelembe eh, hao kina Nangaa, watu ambao watu watu ambao wa kawaida ambao tayari binadamu wao hawana tena mm -hmm. yani huku wao hawana tena yani, huko utu wamewacha nyumbani kwa mama zao mm -hmm. wao yani yani ni kuua tu lakini mchungaji huyu eh, wa neno la Mungu kama Isamwakilembe alimwambia mm. eh, ya kumwambia Kolonel Nangaa kwamba abana wamekuja hapa kanisani, alimwambia kabisa nafurahi kuona eh, wamekuja hapa kanisani kwangu mm -hmm. Kolonel Nangaa akimtoja pia na akina Batwande Bichimwa kwamba waliweza kuhudhuria pale eh, kanisani ama waliweza kutuma wawakilishi wao pale kanisani akawaambia ya kwamba kile yeye anawafahamu mpaka mpaka baba zao. mm. E, akamwambia kone Nangaa, na wenzako wote, mimi baba zenu nawafahamu, mimi baba zenu nimeishi nao, mimi baba zenu nimesali nao, nawajua nyinyi vijana tangu mkiwa wadogo, kumbuka. mm. mm. wakina Nangaa wote hawa kwao nyumbani kwao kabisa, huko huko Kongo Mashariki, hao wametokea Kongo Magharibi au kusini, hao wametokea Kongo Mashariki ndiko kwao. Akawaambia mimi, nyinyi nawajua tangu mkiwa wadogo na sio tu nyinyi pi tu nawajua mpaka wazazi wenu, mm. e, kwa macho hivi nimekaa nao nimeishi nao lakini, kwa kile ambacho mnakifanya ukanda huu wa Kongo Mashariki, sio jambo zuri mbele za Mwenyezi Mungu, sio jambo zuri kwa wananchi wa Kongo. Kwa sababu nyinyi, akawaambia kabisa hivi, unawezaje kuua watu? mm -hmm. Unakuja Kongo huku Mashariki mm -hmm. Unaua watu, unaua wakongomani ambao ni ndugu zako kabisa wa damu mm -hmm. Unawaua wa watoto, unaua wazee Ino watu wanahangaika usiku na mchana. Wewe kama kama Colin Nangaa utawezaji kuongoza eneo kama hili? mm -hmm. Mm -hmm. Utawezaji kuongoza eneo ambalo umeua watu. mm -hmm. Mm -hmm. Utaongoza watu. Mm -hmm. Mm -hmm. Na kwa nini utumie nguvu kubwa mpaka uwe watu kisa rasilimali fulani fulani? mm -hmm. mm -hmm. Kwa kumwambia kwamba akamwambia kwamba lazima wamwongoze Mwenyezi Mungu. Eh, na akamwambia kwamba yeye kama mchungaji wala aogopi chochote yeah. Mm, na akamwambia Nanga, umekuja uh -huh, kwenye kanisa langu kusali, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao nilipaswa kuwawa. Akamwambia wewe, Nanga, kwenye list ya watu ambao umetaka kuwaua ukanda huko Kongo Mashariki, mimi nimo, namba aitaja namba, list ya kwanza alikuwa kuanzia kwenye top 20 hapa, eh, eh list pia alikuwa kwenye 54 ama 58, lazima mimi kwenye list ambayo Nangaa amepanga kuua watu, mimi mchungaji pia waweza kuniua, lakini mm. Wewe unaniua kwa kanisa langu, umeona, lazima nikwambie kwamba sisi ni wa Kongo, itafika hata sisi ni wa Kongo man mm. Hatuwezi kukimbia Kongo hua, hua. na siku moja akamwambia, kama mmepanga kutuua mtatuua, na sisi sabaki hatuwezi kuikimbia Kongo, hatuwezi kuwaogopa nyinyi hata siku moja mm. Wewe mchungaji, kama anaongea kwa, kwa ujasiri, lakini anakuwa anaongea kwa uchungu ya kwamba mbali na kwamba Nangaa ni muuaji, kwamba yeye kama mchungaji na watu wake wote hawawezi kukimbia hata siku moja mm -hmm. Kwa hiyo mwalimu alikuwa na maneno ambayo alizungumza mchungaji mmoja huko Kongo Mashariki, na video hii ipo ninayo na, una audio pia nazo, makilembe, unataka kusikia kiundani zaidi alichokuwa akizungumza. Mimi nimechukua tu kwa juu juu, unaweza ukafahamu, na hii ndio lengo kubwa la wa wachungaji mm -hmm. Unapokuwa mchungaji kabisa ambona chunga kondoo zako, unapokuwa aba mwalimu na Mungu, wale wote ambao wajanyooka, wale wote ambao ni wauaji, lazima uambie waziwazi. Mbona waje wakuue? Lakini utakuwa ujumbe faje, ujumbe umefika. Sasa lengo mm. la Nangaa e, kwenda kanisani ni kutafuta uungwaji mkono mm. kutafuta uungwaji mkono, lakini pia watu wamuone kama vile Nangaa yeye mtaka yani, mm -hmm. mm -hmm. na na ni mtakatifu kama yeye ni mtu wa watu, kwamba ana shida yoyote ile isipokuwa ni serikali ya Kongo ndo ina shida hivi na hivi, kwa sababu analazimishwa kukubalika, analazimisha maji kupanda mlima. Kumbuka tayari ameshatangaziwa kifo huku na kule. Taarifa ambayo zimetoka nadhani ni jana, ni jana, wanasema baada ya kupale kanisani Nangaa aliondoka, ni kwamba aliondoka aliondokaskatika makazi yake alishaondoka, alia kusiko julikana nsahii alipotea katika mazingira yale, baada ya mchungaji kumwambia ukweli na kumwanika kwamba yeye sio mtu mzuri, ni hmm, mtu ambaye atakiwa awe mjadamu kama mjadabu wengine. Hakuna mtu ambaye ni mkubwa kuliko mwengine. Alimwambia mambo mengi sana, mtu ambaye ni mkubwa kwenye Kongo. Eh, tutakufa, tutaacha kila kitu hapa tutakufa wote, tutaacha kila kitu lakini hamna mtu ambaye ni mkubwa wa zaka ya Kongo. Kongo ni wakongomani kwa ujumla, alimwambia kabisa. hata Felix sio mkubwa, iwe ni Joseph Kabila sio mkubwa, yani hakuna mtu ambaye ni mkubwa ndani ya Kongo. Kongo ni wakongomani yote, umona hmm. Sasa taarifa baada ya taarifa kuja na na na, na, Nangaa, ika, ali, ali kwa kwa kaza, kwa naka, Nangaa ikasemekana kwamba aliama katika makazi alikuwa anakaa na kutokomea kusikojulikana, kwa sasa hivi anahisi kama bigibigi yupo lakini no anaishi kama hiki hiki. Lengo la lengo la Nangaa na Joseph na na na Paul Kagame ni tofauti kidogo. Nangaa, yeye anasema kwamba sisi tunaenda kwa Kinshasa. Mm -hmm. Sasa sijajua Kinshasa tunaenda kufanya nini eh, anasema <laughs> yeye ana mpango wa kwenda mpaka Kinshasa, hata tujui kule Kinshasa tunaenda kufanya nini. Mm -hmm. Lakini ukiangalia kwa upande wa wa, wa Paul Kagame anasema yeye yupo kwa ajili ya kuwalinda watu wake wanaoishi Kongo Mashariki. Mm -hmm. Yuko mmoja hata kaende Kinshasa. Yuko mmoja an analinda watu wa Kongo Mashariki bado pia uh, kuna msuguano hapa na pale, na ndio maana wamepelekea sasa eh, hali imekuwa mbaya sasa hivi M23 wanakula kichapo cha mbwa koko eh, mm. Mwalimu, niseme wazi ya kwamba watu wapige sifuri saba sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano eh, sifuri saba eh, sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano kupata kitabu cha laana ya madaraka eh, pesa na damu, bei ni sawa na bure shilingi tu elfu arobaini. Mwalimu, mimi ni mzukulu bwana, asante sana ah.